Kwa majina naitwa afisa kilimo Abel William Mgwagu, kutoka kampuni bora kabisa ya uzalishaji wa mbolea za asili kabisa za Minjingu, Minjingu Fertilizer Company na niko hapa katika tamasha hili kubwa kabisa la kahawa festival mkoa wa Kilimanjaro. Tupo kwa ajili ya kuweza kuwaonesha wakulima kuanzia kwenye kutoa elimu, lakini pia kwa ajili ya kutoa nasaha kwenye swala zima la matumizi sahihi ya mbolea kwenye zao la kahawa, lakini pia na kwa ajili ya mazao yote yakiwepo mazao ya muda mfupi kama vile mazao ya nafaka, mazao ya mboga mboga, pamoja na mazao ya matunda na tuko hapa pia kwa ajili ya kuweza kuwaonesha wakulima kwamba bidhaa zetu pamoja kwa na kwamba na ubora wake ni wapi ambapo wanapoweza kupata hizi mbolea zetu. Na tumeweza kuweza kutoa elimu kwa wakulima wengi, na wengi wanazipenda mbolea zetu. Na kwa mkoa huu wa Kilimanjaro, sisi ofisi zetu zipo Kiusa, katika hoteli ile ya Moshi View, pale ndipo ofisi zetu kwa mkoa wa Kilimanjaro zilipo na tupo kwa ajili ya kuweza kuwahudumia wakulima katika mkoa mzima wa Kilimanjaro. Hivyo tunawakaribisha sana, okay. Kwanza kabisa kwenye sala zima la kustahimili ukame, mbolea zetu sisi ni, zina, ni tunasema ni za asili. Unaposema za asili, maana yake hapo unagusia mbolea za samadi, lakini tofauti ni kwamba mbolea za samadi haufahamu ina virutubisho gani, au una supply mbolea ambayo ina, ina virutubisho gani, vina upungufu wa virutubisho gani, ila mbolea za Minjingu ni za organic tunasema kwamba zinatokana na mabaki ya viumbe hai. Kwa hiyo tunasema kwamba kutokana na ule hali ya uasili yake kama ilivyo samadi inatunza unyevu, maana yake na hizi mbolea za Minjingu zinasaidia kwenye kutunza unyevu. Kwa hiyo inapotokea kwamba kuna hali ya ukame au mvua zile hafifu, maana yake mkulima anapotumia mbolea za kampuni ya Minjingu, maana yake ana uhakika wa kuhakikisha mazao yake yanakuwa na kupata unyevu na mbolea hii, kwa sababu ya kuhifadhi kwake unyevu, maana yake miti au mazao yao hayawezi kukauka kwenye shida hiyo ya ukame. <tiple> Yeah. Uzalishaji wake ni mzuri na uko wa kutosha kabisa kuweza kuwafikia wakulima wote Tanzania nzima. Mbolea za Minjingu zina tofauti kubwa sana na mbolea za, za, za, za kampuni au makampuni mengine. Jambo la kwanza kabisa, kwanza mbolea zetu zinatokana na mabaki ya viumbe hai, hiyo tunasema inatengeneza ubora, kwa sababu unaposema mbolea inatokana na mabaki ya viumbe hai, hapo unazungumzia mbolea ambazo zinasaidia kwenye kutunza ardhi, badala ya zile mbolea zingine zinazochochea kwenye kuharibu nini rutuba ya, ya, ya, ya au ardhi ya mkulima, na tunajua kabisa kwamba silaha kubwa au tunasema mtaji mkubwa wa mkulima ni ardhi au shamba lake. Kwa hiyo anapotumia mbolea za kampuni ya Minjingu, tunasema anaongeza ile thamani ya ardhi yake. Kwa hiyo badala ya kuharibu ardhi, kwa sababu ya hali ya chungichungi kwenye kwenye ardhi, inaongeza rutuba kwenye shamba la mkulima. E, tunaposema mabaki ya viumbe hai, kwanza ni mbolea ambazo zinachimbwa katika mwamba ulioko pale Babati ambayo tunasema inatokana na viumbe hai waliofariki kwa muda mrefu sana, kwa hiyo kitendo cha wale viumbe kufa pamoja ya na kuoza yale maozea yake ndio yanatumika kuchimba katika ule mwamba na kuweza kupata ile phosphate pale, na hiyo ndio inakuwa ni kama foundation ya kutengeneza mbolea za kampuni hii ya Minjingu okay. Rai right, kubwa tunaweza kuhamasisha kwamba wakulima waanze kutumia mbolea za kampuni ya Minjingu hii, tukiwa tunamaanisha kwamba kwenye kwanza, kwenye kuongeza uzalishaji wenye tija, lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatunza ardhi au wanatunza rutuba ya mashamba yao. Kweli kabisa, mbolea za Minjingu zipo katika msimu wa ruzuku na ndiyo mbolea ambazo zinapatikana kwa bei rahisi kuliko kampuni zozote za mbolea Tanzania. Nasema bei za mbolea zinategemea na eneo ambako mkulima alipo, kwa sababu ananunua kutoka kwa mawakala waliopo katika maeneo husika. Kwa hiyo tunasema bei inakuwa inategemea na eneo walipo, lakini kama akija kununua pale ofisini kwetu, kwa mfano Kani Plus, wanaipata kwa shilingi elfu hamsini na saba no. lakini pia mbolea hii ya kupandia ya Dapu nafaka Dapu Plus wanaipata pia kwa shilingi elfu hamsini na